Walaniita mwalimu kwa nini? Sasa wanakuita mwalimu? Kwa sifa zangu mwalimu. Una sifa gani sasa? Akundoa wanafunzi awasomi sana. Mwalimu sposhika fimbo. Ni mwanafunzi gani unayemkubali sana hapo shuleni? Kuna mwanafunzi wa Kibigo, katokea Tanga. Kitu gani anachokuja nacho shuleni hadi kinakushawishi wewe kumpenda? Eti, kaja shule kiunoni amevalia shanga. He, anakuja na nini? Nanini. Eti kaja shule kiunoni amevalia shanga. Ustazi ah? ah! ni si Kitundu, tumfanyaje huyu? Kitundu, chukua mbunya toingiza ndani nifungie geti kwa nje Ni mchezeshe. Haiwezekani alete zarau mbele achije achiziupwiru ah! eh, eh. <laughs> <laughs>